Uh, ni vyema tukafata ushauri wa serikali walioongea bungeni kwamba vyombo vya juu viheshimu kanuni na katiba, na, na vilabu vyote sasa hivi vinashiriki katika Premier League viheshimu kanuni na katiba. Mechi iliairishwa na TFF, mechi imepangwa tena na TFF kwa hiyo tusiwalaumu Yanga, tungoje tuone tarehe kumi mm. mm. na tano wanakuja au hawaji. Sasa kama wakija ndio itakuwa rahaba. Kwa hiyo mi nasema, bado nina imani kwamba Yanga watajitokeza na mechi itachezwa tarehe kumi na tano kama kawaida. Kwa bahati mbaya, Yanga asipokwenda uwanjani, Ismail Aden Rage, mbobezi kwenye soka, unafahamu, unafikiri uh, bodi ya ligi watakuwa na misuli ya matff kuweza uh, kuwapa adhabu kali Yanga kwa maana ya kuwakata alama kumi na tano kando ya alama tatu ambayo watapoteza katika uh, mechi ya Juni kumi na tano? E, kwa mara ya kwanza nadhani watasimama vizuri kwa, wa, wa, wa, wa, wa, kwa timu yoyote ambayo itashindwa tarehe kumi na tano kuja uwanjani basi Pointi kumi na nane zitolewe, kati hizo kumi na nane tatu apewe Simba na goli tatu. Alafu najua mimi kutakuwa na adhabu zinaendelea kuwepo pale. Mpaka sasa hatuna taarifa za mwenyeji Yanga kuukodi uwanja wa Mkapa, eh, tunaona tu barua ya Simba wao eh, kuomba kufanya mazoezi. Ah, Yanga wameshazoea, mara nyingi wanacheza uwanjani hawakusanya, kwa hiyo kashangaa wakasema njoni mwangalie mpira bure. Si mara ya kwanza hii, kuanzia enzi ya manchi walikuwa wanafanya hivyo. Viongozi wao wana uwezo mkubwa, wanalipa pesa, watu wanaingia bure. Ndio maana mi nakwambia fanya subra, uone tarehe kumi na tano mechi ipo haipo. Kama haipo, ndio tuasiliane tu, tu, tujadiliane kupitia mambo haya, tumejifunza nini, uh, kwa maana kuna kifungu ambacho kinaipa mamlaka ya kuweza kuahirisha mchezo uh, kwa sababu ambazo wao wanaona ni muhimu. Unafikiri kuna namna ambavyo uh, vilabu vinapaswa kuweza kuamka katika kuweza kutengeneza hizi kanuni, kanuni za sijui, kama unazifahamu, nazifahamu Rage, zinasema in case you want to change the venue of the match time the the host association and the club must be informed within 21 days. Simba walipewa taarifa ndani ya siku tano, na hawakuthubutu kupinga. Wangejaribu wangeona cha moto. Nasema hivyo kwa sababu gani? Wenye mpira wao wa Afrika ni kafu nane, mashindano ni ya kafu, kwa hiyo inatakiwa ukubaliane nayo. Kitu ambacho nadhani tunajifundisha sasa hivi ni vilabu vyetu kujua na kuheshimu kwamba FF ndio wenye wa mpira wao, FF ndio wa wanaosimamia kanuni, ila haina maana na wenyewe sasa wavunje kanuni, wa la hasha.